Rais wa Marekani Donald Trump amesema jana Jumatatu, Januari kumi na mbili, kwamba nchi yoyote itakayofanya biashara na Iran itatozwa ushuru wa asilimia ishirini na tano kwa biashara zake zote na Marekani, wakati Washington ikitathmini hatua za kuchukua kuhusu hali ya Iran ambako kuna maandamano makubwa zaidi ya kupinga serikali. Haya ni maandamano makubwa kuwahi kushuhudiwa katika miaka hivi karibuni nchini Iran. Kuanzia sasa hivi, nchi yoyote inayofanya biashara na jamhuri ya Iran italipa ushuru wa asilimia kwa shughuli zake zote za kibiashara zinazofanywa na Marekani, Trump alisema katika ujumbe alioandika kwenye mtandao wake, wake wa kijamii wa Truth Social. Ushuru huo hulipwa na waingizaji wa bidhaa za Marekani kutoka nchi husika. Iran ambayo ni nchi mwanachama wa shirika la nchi zinazozalisha mafuta OPEC imekuwa chini ya vikwazo vikali vya Marekani kwa miaka mingi. Nchi hiyo huuza sehemu kubwa ya mafuta yake kwa China, huku Uturuki falme za Kiarabu UAE na India zikiwa miongoni mwa washirika wake wakuu wa waki waku kibiashara. Amri hii ni ya mwisho na haina mjadala, Trump alisema bila hata hivyo kutoa maelezo zaidi. Hakukuwa na nyaraka rasmi kutoka ikulu ya White House zilizochapishwa kwenye tovuti yake kuhusu sera hiyo, wala hakukuwa na taarifa juu ya mamlaka ya kisheria ambayo Trump ameitumia kutoza ushuru huo, iwapo ungelenga washirika wake wa waki kibiashara wa Iran. Ikulu ya White House nayo haikujibu bila kutoa maoni wala haijatoa tamko lolote mpaka sasa. Ubalozi wa China mjini Washington umekosoa hatua hiyo ya Trump, ukisema China itachukua hatua zote muhimu kulinda masilahi yake na kupinga vikwazo vyovyote vya upande mmoja visivyo halali na matumizi ya mamlaka nje ya mipaka. Msimamo wa China dhidi ya kutozwa ushuru kiholela ni thabiti na uko wazi. Vita vya ushuru na vya kibiashara havina washindi na kulazimisha kutoa shinikizo hakuwezi kutatua a, msemaji wa ubalozi wa China mjini Washington alisema kupitia mtandao wa X. Japan na Korea Kusini, ambazo zilikubaliana mikataba ya kibiashara na Marekani mwaka jana, zimesema leo Jumanne kwamba zinafuatilia kwa karibu maendeleo hayo. Tuna mpango wa kuchukua hatua zozote muhimu pindi hatua mahususi za serikali ya Marekani zitakapobainika, wizara ya biashara ya Korea Kusini imesema katika taarifa yake. Naibu katibu mkuu wa baraza la mawaziri la Japani, Masanao Ozaki, aliwaambia waandishi wa habari kuwa Tokyo itachunguza kwa makini maudhui ya hatua zozote zitakazotangazwa pamoja na athari zake kwa Japan na kuchukua hatua stahiki. Iran ambayo ilipigana vita vya siku 12 mwaka jana na Israel, mshirika wa Marekani, na ambayo vituo vyake vya nyuklia vilishambuliwa na jeshi la Marekani mwezi Juni, sasa inashuhudia maandamano makubwa zaidi ya serikali katika kipindi cha miaka mingi. Trump amesema Marekani huenda ikakutana na maafisa wa Iran na kwamba yuko katika mawasiliano na nzani, huku akiendelea kuongeza shinikizo kwa viongozi wa nchi hiyo ikiwa ni pamoja na vitisho vya kuchukua hatua za kijeshi. Tehran ilisema jana Jumatatu kwamba inaendelea kuweka wazi njia za mawasiliano kwa Washington, wakati Trump akifikiria namna ya kujibu hali ya Iran ambayo imekuwa moja ya majaribio makubwa zaidi kwa utawala wa kidini nchini humo tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka elfu moja kenda mia sabini na kenda. Maandamano hayo yalianza kutokana na malalamiko ya hali mbaya ya uchumi, na baadaye kubadilika na kuwa wito wa wazi wa kuanguka kwa mfumo wa utawala wa kidini uliokita mizizi kwa muda mrefu. Shirika la kutetea haki za binadamu lenye makao yake Marekani, Hirana, limesema limethibitisha vifo vya watu mia tano tisini na kenda tangu maandamano yaanze tarehe ishirini na nane Disemba, wakiwemo waandamanaji mia tano na kumi na maafisa wa usalama themanini na kenda. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Levitt amesema jana Jumatatu kwamba ingawa mashambulizi ya anga ni miongoni mwa chaguo mengi yaliyowazi kwa Trump, lakini diplomasia daima ni chaguo la kwanza kwa rais. Iran katika kupambana na waandamanaji imezima mtandao wa internet nchi nzima. Hata hivyo, inaripotiwa kuwa kuna baadhi ya wa Iran bado wanatumia huduma ya internet ya satellite ya Starlink inayomilikiwa na Elon Musk, licha ya kukatika kwa mawasiliano kote nchini, kwa mjibu wa watu watatu walioko ndani ya Iran. Hii ni mifano ya hivi karibuni ya jinsi Starlink inavyotumiwa kupinga au kuzimwa kwa intanet katika maeneo yenye migogoro ya kisiasa. Katika siku za karibuni, mamlaka za Iran zimeanzisha msako mkali dhidi ya maandamano ya kitaifa, hatua iliyojumuisha kuzimwa karibu kabisa kwa huduma ya internet ambayo kwa kawaida hutolewa kupitia nyaya za optic na minara ya simu za mkononi. Hata hivyo, Starlink, ambayo hutoa moja kwa moja huduma kutoka kwa maerufu zilizo kwenye mzunguko wa chini wa dunia, bado inafanya kazi katika baadhi ya maeneo Iran licha ya kupigwa marufuku na mamlaka za nchi hiyo. Watu watatu wanaotumia Starlink ndani ya Iran wameliambia shirika la habari la Reuters kuwa huduma hiyo bado inapatikana. Mmoja wao aliyeko magharibi mwa Iran alisema anawajua watu kadhaa wanaotumia Starlink na kwamba watumiaji katika miji na vijiji vya mpakani kwa kiasi kikubwa hawajaathiriwa. Alp Toka, mwanzilishi wa kundi la ufuatiliaji wa internet la Netblocks, amesema amepokea taarifa kutoka kwa watu katika eneo hilo kuwa bado kuna kiwango fulani cha upatikanaji wa Starlink nchini Iran ingawa huduma hiyo inaonekana kupungua. Huduma haipatikani kila mahali, lakini bado ipo, amesema Alp Toker. Toker aliongeza kuwa kukatika kwa internet kwa kiwango kikubwa kulikoanza nchini Iran tarehe 8 Januari kuliendelea hadi jana Jumatatu, huku muunganisho usio wa satellite ukiwa karibu asilimia moja tu ya kiwango cha kawaida ingawa haijabanika wazi ni kwa jinsi gani Starlink inavurugwa nchini Iran. Baadhi ya wataalamu wamesema huenda ni matokeo ya kuingiliwa kwa mawimbi yani, jamming na vifaa vya Starlink, hali inayozuia uwezo wake wa kupokea signals kutoka kwenye satellite. Wakati hayo yakiwa yanaendelea kupamba moto, Rais wa Marekani Donald Trump amepewa taarifa kuhusu mbinu mbalimbali mbali za siri na za kijeshi zinazoweza kutumika dhidi ya Iran. Vyanzo vinasema kuwa mashambulizi ya makombora ya masafa marefu bado ni miongoni mwa machaguo yanayozingatiwa endapo Marekani itaamua kuingilia kati, lakini maafisa wa Pentagon pia wamewasilisha mapendekezo ya operesheni za mtandaoni na kampeni za kisaikolojia. Kwa upande wa Iran, kupitia kwa waziri wake wa mambo ya nje Abbas Alakchi, amesema nchi yake iko tayari kwa mazungumzo na Marekani, lakini akasisitiza kuwa Iran pia imejiandaa kwa vita. Timu ya usalama wa taifa ya Trump inatarajiwa kukutana ikulu ya White House leo Jumanne kujadili mchanganuo na machaguo mbalimbali kuhusu Iran, ingawa haijabainika kama rais mwenyewe tahudhuria kikao hicho. Awali rais wa Marekani alisema jeshi lake linazingatia hatua kali sana za kuingilia kati iwapo waandamanaji zaidi watauawa. Trump alisema viongozi wa Irani wamempigia simu ili kujadiliana, lakini akaongeza kuwa Marekani huenda italazimika kuchukua hatua kabla ya mkutano kufanyika. Hasira ya umma kutokana na kuporomoka kwa thamani ya sarafu ya Iran na usimamizi mbaya wa uchumi imegeuka kuwa mgogoro wa uongozi wa kiongozi mkuu wa nchi hiyo wa Ali Khamenei. Hapo jana Jumatatu, msemaji wa ikulu ya White House Caroline Levitt alisema afisa mmoja wa Irani aliwasiliana pia na mjumbe maalum wa Trump Steve Witkoff, akiongeza kuwa msimamo wa hadharani wa Teherani ni tofauti kabisa na ujumbe ambao utawala wa Marekani unapokea kwa siri. Hata hivyo, alionya kuwa rais wa Marekani haogopi kutumia chaguo la kijeshi pale na wakati atakapoona ni muhimu. Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.